Hali hii haipaswi kuachwa hivi hivi. Ni kwa sababu hiyo basi niseme hatua kadhaa ambazo tunataka zichukuliwe. Mosi, kamanda wa polisi Jumanne Mulilo kanda, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulia hatua ya kumwondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili, na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana. Namtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe mkuu wa jeshi la polisi atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu yu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama, kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. Nne. Chama vile vile tumekwishaelekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali mbali vya kimataifa vya haki za binadamu, vya Afrika na vya dunia, kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi, mwezi Aprili. Na katika wakati mwafaka tutawataarifu tuta juu ya hatua hizo zitakapokuwa zime, zimefikia. Tano. Natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wa wahusika. Mtakumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi. Baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi aliyekuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo, hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali mbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na hazikujitosheleza lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi watu 25 kupigwa sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono, sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya polisi general, general order. Natoa mwito vile vile kwa kwa chombo chetu cha ndani kwa sababu Tanzania tunacho chombo kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Nayasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa kwa uhuru. Tumie fursa hii kuendelea kusisitiza kwa umma kwamba sisi CHADEMA tunaamini ilikuwa ni haki na ilikuwa ni halali kwa wananchi wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na tunaendelea kutoa mwito kwa Mheshimiwa Lissu kuachiwa, na kipindi ambacho bado anaendelea kushikiliwa, tunaendelea kusisitiza kwa Watanzania kwamba tarehe sita mwezi Mei kesi itakwenda kwa mara nyingine tena mahakamani. Tunatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kujitokeza kufuatilia kesi hii mpaka haki itakapopatikana, pamoja na madhila yanayotukuta yote haya ya viongozi kupigwa, viongozi kubambikiziwa kesi, wanachama kuumizwa tunaendelea kuamini kwamba yote haya yanalenga kurudisha nyuma harakati na mapambano ya no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunarejea kutoa mwito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania wote wanaounga mkono haja ya mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kutorudishwa nyuma kuto kukatishwa tamaa kuto kutiwa hofu na haya yanayojitokeza bali haya yote yaendelee kutupa nguvu ari, na matumaini ya kutafuta mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na haki. Tunatambua kwamba sauti hii ya haja ya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki siyo sauti ya Chadema peke yake, na tunashukuru sana viongozi wa dini ambao wameiasa serikali isikilize sauti ya wanaotaka mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi, kuwezesha uchaguzi huru na haki. Tunaamini kwa sauti hizo za viongozi wa dini na kwa sauti za wadau mbalimbali ambao wamekushapaza sauti pamoja na sisi. Hoja hii ya kutakiwa kufanyika mabadiliko kabla ya uchaguzi si hoja ya Chadema, ni hoja ya umma, ni hoja yenye mwafaka wa kitaifa. Wakati umefika sasa wa Rais Samia kujitokeza mbele ya umma na kukubaliana na rai hiyo ya wananchi na sauti na nasaha za viongozi wa dini ili kwa haraka, to huo wa kufanya mabadiliko ka... mikutano itaendelea kuanzia tarehe nane mpaka tarehe kumi na mbili mwezi Mei. Sasa tutakwenda mikoa ya kanda ya Victoria, kwa maana ya mikoa ya Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, kwa kadiri ya tiba itakavyoendelea kupangwa na kutangazwa. Lakini kwa tarehe hizo tutakwenda kanda ya Victoria, na kuanzia tarehe kumi na tatu mpaka tarehe kumi na saba mwezi Mei tutakwenda kwa maana mikoa kanda yenye mikoa ya Mara, kanda yenye mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga.